Hatimaye baada ya mechi kuweza kumalizika kati ya timu ya Yanga Sports Club na timu ya Tabora United kutoka katika dimba la Ali Hassan Mwinyi, huku tukishuhudia kwamba klabu ya Yanga Sports Club wameweza kuibuka na jumla ya ushindi magoli matatu kwa sifuri huku inasemekana kwamba ni kisasi kimelipizwa, baada ya mechi ya kwanza kabisa ndani ya dimba la Azam Complex Yanga Sports Club ambapo waliweza kufungwa kwa jumla magoli matatu kwa moja lakini hapo jana ndani ya dimba la Ali Hassan Mwinyi, baada ya kejeli nyingi sana na kutupiana maneno baina ya msemaji wa klabu ya Yanga Sport klabu Ali Kamwe pamoja na mkuu wa mkoa wa Tabora, huku mkuu wa mkoa wa Tabora aliwaahidi wachezaji wa klabu ya Tabora United jumla ya shilingi milioni 60 kama wakiweza kumfunga Yanga Sport klabu, lakini baada ya msemaji wa ya sport klabu ya Yanga Sport klabu nikimaanisha kwamba Ali Shahabani Kamwe kuweza kutoa kauli ambazo a za fedheha na za kejeli za kumtukana mkuu wa mkoa wa Tabora baada ya tu mechi kuweza kumalizika na kuhojiwa na waandishi wa habari aliweza kukamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi pale mjini Tabora centro na kuweza kulala kwa usiku mzima kabisa, na mpaka leo bado suala lake linashughulikiwa na viongozi wa klabu ya Yanga sport klabu iliweza kutolewa. Inasemekana kwamba alishikiliwa kwa sababu aliweza kumtolea ka, kauli za kashfa mkuu wa mkoa wa Tabora, na inasemekana kwamba kuna uwezekano pia msemaji wa klabu ya Yanga Sport Club Ally Kamwe akawekwa ndani, ikamaanisha kwamba anaweza akapelekwa kabisa magereza au kwa kifungo cha miezi kadhaa katika maisha yake kwa mara ya kwanza kabisa. Hii imekuja baada ya mkuu wa jeshi la polisi pale mjini Tabora kusema kwamba amefanya kosa ambalo kikatiba ni kosa baya sana, na ni kosa ambalo haliruhusi kwa mtu yote yule kulifanya na kutokana viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wamepewa mamlaka ya kuongoza nchi na kusimamia amani na usalama katika kila idara. Hivyo basi, Ali Shabani Kamwe ambaye mpaka sasa hivi inasemekana kwamba hatambuliki wala hana la kusema juu ya jeshi la polisi, kuna uwezekano mkubwa sana akaja akafanyiwa tukio la kikatili zaidi la kupigwa chini ndani ya muda kadhaa, nikimaanisha kwamba kwenda magereza kama serikali itasimamia sheria haswa. Je, kama muda as na maoni gani kuhusiana na sakata la Ali Kamwe ambapo juzi kati tu hapa hivi alitoka TFF katika kamati ya maadili na heshima na nizamu, baada ya kutoa kauli ambazo sizo katika mtandao wa kijamii. Unahisi kwamba huyu bwana dogo ni kwamba anakuwa anajisahau au, au anaona kwamba Yanga ni kubwa na anaweza kafanya jambo lolote lile na kutetewa na kurudi zaidi katika mass media tena na kuzidi kuongea? Unaweza kwa comment kwa subscribe uka like na kushare pia. Je, Ali Shahabani Kamwe unahisi katika ile hapa hivi apewa adhabu gani? Asamehewe, Afumbiwe macho kama kawaida, au apigwe chini kidogo kwanza, ili akome na apate adabu, na aweza kwa comment kwa, kwa subscribe kwa like na kushare pia.